Imekuwa sio jambo la kawaida kusikia padri wa kanisa Katoliki ameondolewa kwenye daraja takatifu la upadri, kutokana na kwamba mtu pekee mwenye mamlaka ya kumwondolea daraja takatifu ya upadri ni baba mtakatifu. Na hivyo basi, taarifa ambayo ninayokuletea siku hii ya leo ni inayomhusu padri William Ntengi ambaye ni padri wa jimbo Katoliki la Geita, ambapo askofu wa jimbo Katoliki la Geita Mhasham Flavian Matindi Kasala ameisoma barua ya majibu ya Baba Mtakatifu Francisco kwa Padri William Ntengi ambaye aliandika barua ya kuomba kuondolewa daraja takatifu la upadre. Kumbe barua hii ambayo iliyosomwa na Askofu Kasala ilikuwa ni barua ya majibu ya Baba Mtakatifu Francisco kwake Padri Ntengi. Nikukumbushe kuwa Padri Ntengi ni padri wa jimbo Katoliki la Geita ambaye alipata daraja hii takatifu ya upadri tarehe ya 28 mwezi wa 8 mwaka 2016. Mimi naitwa Isaac Mziwanda, hii hapa ni Breeze Online TV, karibu ufuatilie mwendelezo wa taarifa hii kama ambavyo inavyowasilishwa kwako naye askofu Kasala. Usisahau kusubscribe, like na comment. Kumbuka hii ni chaneli ambayo inakuletea taarifa mbalimbali zinazohusu kanisa katoliki ndani na nje ya Tanzania. Wote ndani ya jimbo letu la Geita yahusu padri William Ntengi. Mnamo tarehe 11 mwezi Novemba mwaka wa 2024 padri William Ntengi alimwandikia Baba Mtakatifu Francisco barua yake binafsi rasmi akiomba kuondolewa katika daraja ya upadri na kwa hali hiyo akiomba kusamehewa kutokana na viungo na vifungo, vifungo vyote vinavyohusu daraja la upadri ikiwemo kifungo cha useja. Baba mtakatifu Francisco kupitia dikastero ya uinjilishaji amemwandikia barua binafsi padri Williamu Ntengi. Barua hiyo maalum ambayo inaitwa rescript iliandikwa tarehe 26 Februari mwaka 2025, ikimtaarifu kwamba Baba Mtakatifu Francisco amekubali ombi lake na kumwondoa katika daraja ya upadri na vifungo vyote vinavyohusu sakramenti ya upadri ikiwemo useja, lakini sambamba na hilo akimtaarifu kwamba amepoteza hadhi ya ukrero. Kumbe mtajwa hapo juu, ambaye alikuwa ni padri wa jimbo la katoliki la Geita kwa upadrisho uliofanyika tarehe 28 mwezi Agosti mwaka 2016 katika parokia y Yohane, Yohane Mtume Nyampande amekubaliwa kuacha ameachishwa upadre. Hivyo basi kulingana na barua baba mtakatifu, Bwana William Ntengi alitaarifiwa na askofu wa jimbo la Geita tarehe moja mwezi Aprili mwaka 2025 mbele ya makamu wa askofu na padre mwanasheria mmoja mmojawapo, padre Kato maamuzi hayo, na kwamba kutokana na uamuzi wa baba mtakatifu ambao ni kujibu ombi lake bwana Ntengi amepoteza hadhi ya ukleru na hivyo si padri tena wa kanisa ii vifungo vyote alivyowekewa kwa sakramenti ya upadri akiwa pia ameondolewa useja mtakatifu. Kwa hiyo ni baba ambaye anaweza akatafuta mwenzi sasa akaishi naye. Tatu, bwana Ntengi hatatakiwa tena kujihusisha kwa kutaka au kwa kuomba au kwa kushawishiwa au kwa kulazimisha na shughuli zozote za kipadri ndani ya Kanisa Katoliki, ndani na nje ya jimbo la Geita. La nne, kama muumini mlei Bwana William Mtengi ana haki na wajibu kadiri ya sheria ya Katoliki, Kanuni ya Sheria za Kanisa chapa ya mwaka 2023 kuishi haki zote za waumini walei. Kama ataamua kuingia ndoa, ataingia kwa miongozo ya sheria ya kanisa. Kama taifa la Mungu, baba mtakatifu anatuomba na kutusihi sana tumwombee huyu ndugu yetu ili aweze kuishi vyema hali yake hii mpya ya maisha katika jumuiya ya waamini. Atuombee. Tumsifu Yesu Kristo.